Sasa ni hivi, maisha ni yako, ni yako ndani ya siku mpya ambapo utajifunza mambo mbalimbali yatakayokutia asira ili uweze kufanikiwa katika maisha yako. Tunapatikana kwenye platform zote za mitandao ya kijamii Facebook, Instagram na huko kwenye YouTube. Subscribe, like and share. Maana kima chake chapita marejani marejani, sijui ni tafsiri yake nini lakini, mm. Nafikiri kim, kima chake kimepitiliza, lakini nasema mm. Moyo wa mume humwamini wala hatakosa mapato, mume hata kosa mapato kupitia mke mwema, lakini mm. Shida ambayo mimi naiona shida ambayo mimi naiona, wanawake mna midomo kweli, sio wao? mm. Asitu nayo ndio mtunayo midomo mm. Jana kwa naangalia kwenye kwenye mitandao dada moja alikuwa mpanda na mume wake kwenye gari, gari ya mume hmm. Sasa dada akapiga kelele kila, yani yani, amempigiza jamaa mm -hmm. Akanyamaza, anaendesha gari mm -hmm. Lakini kafika mahali wakasimamishwa na nani na traffic traffic. Akamwambia yule bwana, wewe vipi, kwani miwani leo eh? Umesahau? Jamaa akasema mimi situmii miwani. Akamwambia, lakini umevuka taya ya barabarani ikiwa nyekundu. uh -huh. Mama anasemaje? Afande, acha hiyo, acha hiyo aliyopita, amepita nyingi sana, amepita nyingi sana, mwanaume asiki, asiki kabisa. Alafu hata insurance ya gari yake hana insurance ameenda kukata kwenye stationery, ni fake hiyo insurance. Alafu mwendo anaoendesha, yani ndio mdomo wake umeenda viral. Unajua ilikuwa viral sana ile. Baadaye ile nani, ile ile kijana askari kwa nyama, sasa ameshindwa kuelewa. Baadaye yule kijana akasema, na afande nisamee, kwa anaingiza nini mkono mfukoni, akasema, ngoja sikiliza rafiki yangu, nilikuwa nakupeleka jela, ila kwa sasa Nenda kwa sababu tayari huko jeleni unaishi kwenye nini? Ni mfungwa huyo. Ameoa magamba, na hiyo hela unataka kunipa? Eh. Mimi nikanunue paracetamol, msaidie nini? Maumivu. Wewe niambie, huyu ni mke mwema kweli? Ah, huyo kwanza atakukuangamiza, yuko tayari ukafungwe. Kama anasema kweli, alifoji jinsi? Sasa wewe ndio useme jamani. Haya, traffic light aliyokama tonai ni moja. Lakini yeye anasema kuna na zingine kule alizipita, alizipita. Lakini kilichotokea baadaye, yule mama kumbe hakufunga nini <laughs> mkanda. Traffic alimuuliza, hebu samahani kidogo, hii gari yako ina ina seatbelt moja? Jamaa akasema mm -hmm. Hapana, kila kiti ina seatbelt yake. Jamaa akamwambia, wewe mama, seatbelt yako leacha nyumbani. Yule afande sasa, mm has -hmm. He, kumbe sija nani hapa hata nafunga. Akamwambia, shuka. Akamchukua akampeleka polisi mama. Eh, alivyoondoka askari ni kijana <laughs> anafanya sasa maana yangu ni nini eh? katika hili naomba na, na, na watu wanisikilize vizuri. nimepita kwenye Biblia mm -hmm. lakini nimepita kwenye nini pia, nimepita kwenye mafundisho ya kawaida mm -hmm. mkitaka kufanikiwa kwenye maisha yenu, mkitaka kufanikiwa kwenye maisha yenu, kwanza maisha, maisha, mm -hmm. maisha sio lele mama, hii lazima mjue. hata mimi nayeongea kuna sana mama yenu, tunakuwa na mtiti wetu mm -hmm. lakini maisha ni kuvumiliana. mm -hmm. Kama juzi kuna mama mmoja anasema mimi nimezaa na mume wangu watoto watatu. Lakini amewachukua, amewapeleka, ameoa mke mwingine kawanulewaaaaaa wa pili na mwanamke pita mwanaume pita wa tatu na Abdul mmm vewa wanaume wote wanashinda kweli? Hapana, hapana na, mm. Na siku hizi kuna kitu wimbi limeibuka sana kwamba wanaume wanafanya nini? Wanakimbia nyumba mm. Si mnaona hiyo? mmm wajua, wanaume kwa asili walivyopea walivyoumbwa sio viumbe wa hawapendi kelele. mmm au mwana... kukimbia pia mna, mnaepuka kelele eh hey, unaibuka, sisi tufanyaje? Juzi nimeona tena mahali kwenye mtandao jamaa alikuwa ana ana, ana, ana, ana, tenza, ana blend juice taratibu tu alivyoingia mke wake na kelele, akaongeza sauti ya nini, ya, yeah. ya, nini. Yee, yee. Brenda mke wake alivyotoka akarudisha kawaida. Alipokuja mke tena hakuna <coughs> nini hakuna peace of mind uh -huh. piga kelele nyingi, na nyinyi wanapo asili mnaweza mkaongea you, you, just can talk mm. bila nini bila sababu yoyote, na hamchoki. Wanaume wa kwa asili wako kama wana, wanatamani yani wapate focus hawezi hivyo. Kwa hiyo mwanamke unayenisikiliza, ukiona doa yako ina mizengwe, wewe ndio we, mwenye tatizo e, na mwanamke, kama umezaliwa ume, umezalishwa na mwanaume wa kwanza, ukamwacha, ukazalishwa wa pili, ukamwacha mm, ukamwacha ukazalishwa na watatu, ukamwacha tatizo wewe, kwa sababu haiwezekani wanaume wote hao wana nini? Kwenda sokoni kurudi. Lakini wanaume pia na nyinyi, kosa la wanaume wengi kwa nini nyinyi mnaongea sana hmm? Mmeachwa hamna kazi ya kufanya, hilo nalo <laughs> <laughs> neno ehe. Mmeachwa hamfanyi kazi yoyote? Sio kazi kumwogesha au kufua ngoza mtoto, sio kazi? Kwa hiyo wanaume hakikisha unampigisha mkeo kazi, yani mpaka anachanganyikiwa mm. ili hata ikija ile issue tunagawana pasu pasu, anakuwa anajigawia ya kwake, ndio kwa mna ugomvi mm. na mm. hao wa namna hiyo wala hawataki kuleta shida kwenye nini, kwenye ndoa, kwa sababu pasu pasu. Eh e, pasu pasu fifi sasa, una pasu ya kwako tunaoleta mm. e. e. ni sisi ambao tuna kazi eh. Kwa hiyo niombe wanaume, wafungulieni wake zenu biashara biashara, hata kama ni ndogo kiasi gani, anzeni mahali fulani, so is good. To start from somewhere. Mm. Yani, maandiko matakatifu yameeleza sana, ningekuwa na wakati wa kusema lakini nitamani sana pia tupate feedback. Kwa hiyo narudia tena dereva bodaboda mm. na mke wako, mama lishe na mke wako mm. dereva wa hais na mke, na mke wako. wako. Hata fundi viatu na mke wake mna kitu ya kufanya pamoja, lazima mtengeneze common bond ya mm. familia lazima mjiulize, hivi miaka kumi, uanze leo, tutakuwa wapi? Ndiyo lazima kujiwekee malengo hmm, ili uiache dunia sehemu bora kuliko ambavyo umeikuta, kwa sababu mshashiriki misiba mingi sana jamani, au sio kweli? Kweli simeshashiriki misiba mingi na mnajua sana historia ya hmm. marehemu historia ya mtu ambaye ana hela ina paka fupi sana. Fupi, watu wanalia, wana paka sukari ya kafa yeah. Na watu, yeah. Na mke wake analia sana, mm. <laughs> <laughs> na watoto wanalia yeah. Analia ndani hakuna kitu kilichoachwa wala kauli ya zika kitu kibid na leo kuna kumbuka, kuna milioni sabini kwenye account eh, eh ina kufariji sasa eh. Unabagwa <laughs> <laughs> nyanya kwenye visi, sasa ni hivi <laughs> Maisha ni yako, ni yako ndani ya siku mpya ambapo utajifunza mambo mbalimbali yatakayokutia hasira ili uweze kufanikiwa katika maisha yako. Tunapatikana kwenye platform zote za mitandao ya kijamii Facebook, Instagram na huko kwenye YouTube. Subscribe, like and share.